Neema Msuya ni mwalimu wa creative kutoka chuo cha Ana Collection Fashion Academy na pia vilevile ni mmiliki wa brand ya Nessa Designs ambayo inajihusisha na ushonaji wa nguo za harusi pamoja na nguo za umuni. Kwa hiyo ninawakaribisha. Kwa mfano sasa hivi sera hizi za nchi yetu zinatuhamasisha sisi kufanya vitu vya ujuzi, kwa mfano kama hapa tumeona Veta. Veta imetupa ime sisi platform, baadhi ya watu wamepata platform na wanaendesha maisha yao kwa ujuzi ambao wameupata. Mimi nimemaliza chuo cha Sokoine University of sokoinouiesiasu na imemaliza kwa Bachelor of Science in. Baada ya hapo sasa nilizo nilifanya kilimo lakini niliona pashn yangu mimi iko kwenye n ikuwa napenda fashion since back then. Nilivyoona kwamba ninapenda fashion nika fhn katika kutafuta chuo ndo nikaona chuo cha hapa nikajiunga. Afya sana kwa brand ya Anesan and Design. Huni binti kabisa tena walikalako wewe unaniangalia sasa hivi kwenye skrini, anaitwa Neema Msoya, amemaliza degree yake Mzumbe, akaona passion yake ye ni fashion, hakuiua kwa sababu alikuwa na degree, akabidi atafute skills ambayo itaweza kueleveti hii dream yake na ku come true baadaye. Sasa hivi kapata platform na veta right now, ameweza kutengeneza brand yake ambayo imesimama na inatoa huduma vile vile anatoa elimu kwa vijana wengine namna gani ya kuweza kuzifuata ndoto zao the fashion. So wewe ni tailor, unapenda mambo ya fashion, unashona nguo, unamdesign, unaweza kumdesign mtu vizuri, kuanzia kuvaa, muonekano na kila kitu, na unapenda, na unapenda, unafanya kwa passion, unaweza ukatengeneza kampuni yako ikasimama, ikafanya kazi. Unaweza ukatengeneza system ambayo ikaweza kudumu vizazi na vizazi, na kutengeneza legacy yako katika industry ya urembo. Sasa basi, unaanzia wapi? Unaanza kwa kusajili kampuni yako. Ukishasajili kampuni yako, then hiyo inakuwa ni foundation ya kutengeneza system itakayoweza kujiendesha vizazi na vizazi, kwako binafsi, kwa familia yako na kwa taifa letu, na kudumilete soko lako la urembo na fashion vizuri kabisa. Aliyekwambia mdada awezi kumiliki kampuni yake ni nani? Sihana mimi kupitia namba hizi, ama comment neno usajili, nitakuonyesha jinsi gani msichana anaweza kumiliki kampuni yake na brand yake ikakaa sokoni on top of the industry.